Karibu tuangazie nyota ya Kaa zidi ya nyota ya Mshale. Moyo wa nyumbani zidi ya roho ya safari, mapambano ya hisia za ndani na uhuru usio na mwisho. Awali ya yote nikuombe usabuskraibu na kisha kugusa alama ya kengele itakayotokea hapo, ili uweze kupata notifikesheni zetu kila wakati tunapopakia video zetu. Karibu katika somo la leo. Kaa na Mshale ni kama maji tulivu yanayolinda kiini cha familia zidi ya moto wa uhuru usio na mipaka. Kaa ni nyota yenye asili ya maji, mwenye kujali, anayependa usalama wa kimhemko na aliyejikita kwenye familia. Mshale ni nyota yenye asili ya moto, mwenye hamu ya kusafiri, mpenda uhuru, asiyeweza kufungwa kwa urahisi. Wawili hawa wanapokutana ni kama kujaribu kuweka moto kwenye bakuli la maji, ama wataambizana njia mpya za maisha ama kila mmoja atataka kukimbilia kona yake. Karibu katika uchambuzi kamili, tukianza katika mapenzi. Katika mapenzi, Kaa anahitaji mapenzi ya kina, uaminifu, kujitoa, na mpenzi ambaye yuko karibu mara zote. Mshale anahitaji mapenzi yenye nafasi, mabadiliko, uhuru wa kujieleza na kusafiri. Wanapopendana, Kaa atavutiwa na ucheshi wa Mshale, roho ya furaha na mitazamo yake mipya ya maisha. Mshale atavutiwa na joto la kaa, upole wake na moyo wake wa kujali. Changamoto, kaa anaweza kuhisi kutelekezwa na tabia ya kutoka sana kwa mshale. Mshale anaweza kuhisi kufungwa na mahitaji ya kihisia ya kaa. Wanahitaji kuelewana juu ya mipaka na uhuru, la sivyo mapenzi yao yatakuwa ya kukimbizana na kutokusikilizana. Tuangazie kazi na biashara. Katika kazi, kaa anapenda kazi zenye utulivu, huduma au zinazohusiana na familia, afya au malezi. Mshale anapenda kazi zenye uhuru, ubunifu, usafiri au elimu ya juu. Wakishirikiana, kaa anaweza kuwa meneja wa watu, akitunza mahusiano ya kikazi na usalama. Mshale anaweza kuwa muibua mawazo mapya, mshauri au mhamasishaji. Changamoto Kaa anaweza kuona mshale hajali sana kazi au wanaishi kwa majaribio. Mshale anaweza kuona kaa ni mzito na asiye na usubutu wa kubadilika. Wakielewana vizuri wanaweza kujenga biashara yenye mizizi ya uthabiti na matawi ya ubunifu. Tuangazie afya na maisha. Katika maisha ya kila siku, kaa ni mtu wa nyumbani anayependa mapishi, familia, watoto, mazingira ya utulivu Mshale ni mtu wa harakati anayependa safari, michezo, watu wapya na kuchunguza ulimwengu. Wakiishi pamoja, Kaa atahitaji muda wa nyumbani na jiko, Mshale atahitaji mipango ya kutembea, kupiga kambi au hata kuhamia nchi nyingine ghafla. Changamoto: Kaa anaweza kuumizwa na ukosefu wa upatikanaji wa hisia kutoka kwa Mshale. Mshale anaweza kuhisi kufungwa au kuzuiliwa na Kaa wanahitaji mipango ya muda mrefu na uhuru wa kweli ili maisha yao yawe ya furaha pande zote mbili. Tuangazie tabia na changamoto. Tabia zao: Kaa ni mtu anayehisi sana, anakumbatia maadili ya ndani, anaweza kuwa mnyenyekevu. Mshale ni jasiri, msema kweli, mchangamfu na mwenye kuamini katika maendeleo ya kila siku. Wakiwa pamoja, kaa humfundisha mshale kupenda kwa undani kuheshimu hisia za wengine. Mshale humfundisha Kaa kuachilia hofu, kujifunza kutembea bila hofu ya kuumia. Changamoto: Kaa huumizwa haraka na maneno ya moja kwa moja ya Mshale. Mshale huchoka haraka ikiwa kila jambo linahitaji mjadala wa hisia. Ni somo la kuvumiliana: mmoja ajifunze kuvumilia wimbi la mabadiliko, mwingine ajifunze kustahimili kina cha moyo. Kaa na mshale ni kama watoto wawili wa dunia moja, lakini waliotumwa kwenye safari tofauti. Kaa anatafuta mzizi wa kupenda, mshale anatafuta upepo wa uhuru. Wakijifunza kuvumilia tofauti zao, kaa ataacha kumiliki kwa woga, mshale ataacha kukimbia kila mara kwa mahitaji ya kihisia. Wakiwa pamoja kwa dhamira ya kweli, uhusiano huu unaweza kuwa safari ya kihisia yenye mabadiliko ya maisha.